Ngojea niwe wa kwanza kukuambia hili na tuache kudanganyana, kuwa ndani ya mawasiliano bila hela ni kupoteza muda. Wewe bado kijana unamekaa ndani ya kumi na saba hadi ishirini na tatu na bado unaanza mawasiliano na unapoteza hela tu, pamoja na kupoteza muda. Wewe mwenyewe kipindi popeke yako maisha tayari ni magumu, magumu sana na hapo hapo atakuja kumchukua mtu mwingine. Hivi kweli, si ndio? Hapo watu wengine tunaisha kuchanganyikiwa sasa na sana, sana kipindi na miaka 17 23, kumi na saba hadi ishirini na tatu ndio muda ambao wa kujitafuta, muda ambao wa kuweka vitu vizuri system nzuri ambazo zitakuja kukuletea hela, kipindi bado tupo kijana miaka. Ukija kufikia miaka 30, pap, hela hizo tayari kwa miaka kumi na saba hadi hadi 23 ulikuwa po serious. Sasa wewe bado muda, wewe na mimi, badala ya kwenda kupambana tunaanza kuwazia watu wengine, alafu baadaye tunakuja kulalamika kwa watu extreme, tunakuja kulalamika kuwa wamechukuliwa na jamaa fulani tu mwenye miaka 28 29. Kumbe huyu jamaa yeye alikuwepo anajitafuta jitafuta kipindi ipo mdogo Akasema bora niwe serious kipindi na miaka kumi na saba hadi ishirini na tatu niingize hela, alafu baadaye mawasiliano yatakuja na mawasiliano bado yapo. Maana mara nyingi tunaona mara nyingi sana watu wanaochukuliaga watu wengine au hata wachumba zetu, madada zetu, masista zetu wa wanakupa miaka ishirini na mbili ishirini na tatu anakuja anachukuliwa na ishirini na saba, ishirini na nane, ishirini na tisa, mtu mwenye miaka 27, 28, 29, mtu ambaye ameanza kuingiza hela na sisi tunakuja kulalamika tu. Eh, ni kawaida, sio kama masista zetu wanawazia hela tu. Hapana, ni kawaida kuwa na mtu ambaye kidogo mwenye hela. Sasa wewe tayari upo mwenyewe, maisha magumu, na bado hapo hapo atakachukua mtu mwingine. Hapana, hapana, inabidi tuwe serious kwenye jambo hili na mbidi tuwe ubinafsi kwenye jambo hili sana sana. Tunajitafuta, jitafute, tafuta hela kuwa vizuri, alafu baadaye hapo ndo uanze kutafuta mtu mwingine. Let me prove wrong, unaweza kukutana na mtu ambaye naye yupo serious, naye anajitafuta, huyo mtu yupo tayari kuwa na wewe hadi maisha ni mwako hadi mwisho wa maisha yako, hapo why not? kana kitu na miaka 22 lakini kwa asilimia tisini na tisa yetu, watu wengi tunapoteza muda tu kwa sasa hivi. Ni watu wachache ambao umebahatika kuwa na mtu tangewapo wadogo hadi wanakuja kuoana hadi wanakuja kumaliza maisha yao. Sasa wewe bora ukatafuta hela, alafu baadaye mambo mengine yatakuwa marahisi hata kwako wewe, hata kusaidia watu wengine kuliko kuwazia tu mawasiliano muda huu ambao bado unajitafuta Jitafute kwanza alafu baadae ya mawasiliano.